A anataka niifunue, itakusaidia na uweze kunielewa. Kitabu kile cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa pili nasema wakati huu dunia ilikuwa haina umbo, tena ilikuwa utupu, giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Unapapenda hapa, naye Roho wa Mungu alikuwa ametulia juu ya maji. Hivyo unapata hiyo concept Unaipata hilo, unaipata hiyo concept. Kumbe roho wa Mungu alipokuwa ametulia juu ya uso wa maji ilikuwa na maanisho nini? Maana yake ni nguvu za Mungu <laughs> zilikuwa zinasubiri oda ya kinywa cha Mungu ili zitende kazi ambayo Mungu alikuwa ameikusudia. Unanipata hapo? Hivo, oh. Unaona kitu hapo? Oh. Ulaipata, ulaipata, ulaipata, ulaipata. Ngoja nikufunulie kitu hiki aha. Kumbe maji kiroho yanamaanisha nini? Nataka nizungumze juu ya nguvu ya maji katika maisha ya kiroho au nguvu ya maji katika tafsiri ya kiroho nguvu ya maji katika tafsiri ya kiroho oho maji yanawakilisha nini maji yanawakilisha ulimwengu mpya na ndiyo maana Roho wa Mungu alipokuwa ametulia juu ya uso wa maji mm -hmm, alikuwa anasubiri kauli ya Mungu ili ulimwengu mpya ufunuliwe ambao ulikuwa umefichwa katika giza ulikuwa umefichwa katika utupu na ukiwa mm -hmm. Ha, kumbe maji yanawakilisha new generation. Ko, kumbe katika maji, eh, maji kuna tafsiri ya man kizazi kipya. Oho, katika maji kuna tafsiri ya new man. New man manake mtu mpya. Katika maji kuna tafsiri ya new life. Oho, maji yanafunua maisha mapya, na ndio maana baada ya Mungu kutoa tamko, ile tunapoona roho yake imetulia ya juu ya maji, Mungu akasema na iwe Oh, na inakuwa kwa sababu roho yake ilipokuwa imetulia juu ya ushamaji ili kusubiri kauli ya Mungu ili itekeleze yale ambayo Mungu amekusudia. Mm Mm-hmm. Aha. Kumbe Mungu alitokea kwenye maji. Roho yake imetulia juu ya ushamaji. Ulimwengu ulitolewa kwenye maji. Aha, kwa maji yalificha kuna, kuna uzuri wa Mungu ulikuwa umefichwa na ule, na ile na, na, na, na, na, na, na, na, nguvu ya maji ilikuwa imefunika, lakini maji yalipotengwa, tukaona kuna ardhi, kuna mimea, kuna samaki na viumbe wengine, samaki, wanyama, na viumbe wanaonekana na wasioonekana walikuwa wamefichwa na maji. Aha, mtu wa kwanza alitoka kwenye maji. Huyo anaitwa Adam. Mungu alipotenga maji, si ndio ikapatikana ardhi, na ile ardhi, si ndio mwanadamu aliumbwa kutoka ardhi na akamkulizia pumzi yake Mungu. Eh. Lakini mtu wa pili alitoka kwenye maji. Yesu Kristo alitokea Yordan. Alipobatizwa, kuna nguvu ya Mungu aliyoipokea, ambayo iko inampa sasa kutengeneza ulimwengu mpya. Jambo la mwisho, aha, akautoa ulimwengu, akautoa ulimwengu mpya kwenye maji, Yesu Kristo. Lakini jambo la mwisho, akamtoa mtu mpya kwenye maji.